Vitendo vyetu vio vizuri, matendo yetu yakiwa mazuri, yakamridhisha Allah tabarak wa taala, wallahi maisha Allah atafungua duniani, Allah atafungua maisha ni sakaratul maut, wakati wa kufa na hata kaburini, maisha yako yatakuwa vizuri, na siku ya Kiama Allah atakupeleka sehemu nzuri. Taratibu ni wewe uishi katika vitendo vizuri, kinyume na maisha mazuri. Allah subhanahu wa taala hakutuacha hivi hivi bure, pia akatupa tambii katuhadharisha kwamba maisha mabaya. Huyo huyu mwanadamu mmoja anaweza akatengeneza maisha mabaya kwa sura hii hapa. Ingine, Allah tabarak wa taala anasema kwamba, waman aradha an dhikri, huyo huyo binadamu. Waman aradha an dhikri, yoyote ambaye ataenda kinyume na utajo wangu, kinyume na dini yangu, kinyume na vitendo vyake vizuri, fa inna lahu maishatadarka, hayo maisha huko kasema mazuri mwenye kufanya vitendo vizuri basi huyu atapata maisha mazuri. Lakini mwepukana na dini akaishi maisha yake kinyume na anavyotaka Allah tabaraka wa taala, Allah ameahidi huyu, fa inna lahu maishatan dhanka, huyu ataishi maisha ya dhiki sana. Kwa hiyo ulimwengu wote ukiona watu wanaishi maisha ya tabu maisha ya dhiki, huenda umekaa mbali na Allah subhanahu wa taala, umekaa mbali na dhikri ya Allah subhanahu wa taala, kwa sababu ya sisi uishi maisha sahihi Wallahi, turudi kwa Allah tabaraka wataala, tutekeleze maisha mazuri tena. Binadamu atashangaa atamuuliza Allah tabaraka wataala, kuendelea katika aya baada ya kiyama, watu watafufuliwa vipofu. Kwa wale ambao waliishi kinyume na dini, watamwambia Allah ya lima ahshartani ama kama kuntu basira, Allah, duniani tulikuwa tunaona, lakini vipi leo unatufufua sisi hatuoni? Mwenyezi Mungu atungea maneno mafupi sana sema kala kadhalika wa kadhalika ndio kwamba duniani uliishi unavyotoka wewe uliishi kinyume na dini yangu basi hata mimi leo na kuwacha na kufufua kikofu sasa mashehe zangu mchache sana namuda hii taratibu ya maisha mazuri Mwenyezi Mungu anasema man amilan salihan yoyote atakayofanya vizuri dhakari au muntha, tena au mwanamke. Mungu wakuweke sharti, mwanamke mwanaume, mtawala, mtawaliwa, mkulima wa mjini, wa kijijini, lakini kwa kuwa muumini ana imani. Sasa mashehe wanauliza hiyo amali ni swali, matendo mazuri tutayafanya vipi ili yakubaliwe? Kuna kitu kwa uchache tutaongelea japo vitu viwili vitatu, kwamba kuna kitu kinaitwa ruhul amal. Mwenyezi Mungu anataka matendo yetu, Allah anaangalia matendo yetu. Kwa hiyo ili amali yako ikubaliwe, sala yako ili ikubalike mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ina taratibu. Zaka yako ili ikubalike mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ina taratibu, chochote unachokifanya, saumu yako ili ikubalike mbele Allah, amali yoyote unayofanya, ili Allah ikubali, iwe ina taratibu. Taratibu ya kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza jambo la kwanza, uhusimu Muislamu kufanya ibada yoyote, kwanza kabisa unapotaka kuifanya, ifanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa Mwenyezi Mungu ametuahidi na kutuambia wa ma'budu illa liya'budu Allah wa khulisu lahu ad-din. Sikuamrisha ibada yoyote ifanyike, amri yoyote mwifanye kwa nguvu mimi ila liya'budu Allah. Ifanyeni kwa ajili ya kumwabudu Allah na khulisu lahu ad-din. Tengeneze ikhlas. Kwa hiyo jambo la kwanza la kukubaliwa kwa amali mtu afanye amali yake kwa ikhlas. Hiyo itakuwa amali nzuri. Lakini jambo la pili baada ya ikhlas ni kufanya amali kwa ajili ya Allah. Jambo la pili ile amali huusii kuijendea kinyume na mafundisho aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wanaswali, kuna watu wanaswali, lakini swala zao sio kama aliofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na amali yoyote mwanadamu akiifanya kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amali hiyo anamadhura, na siku ya Kiyama hayatakubaliwa atarudishiwa nayo. Mfano sasa hivi tukawa sisi wachamungu sana katika hii sehemu, tukaona bwana, sasa hivi hii magharibi inakuja juu yetu, basi sisi tunaona magharibi rakaa tatu kwa uchamungu wetu, kwa kuwa tunampenda Allah tuongeze muda tusali rakaa nne, hiyo swala haitukubarika, japo tutalia, tuta kibla, tutakuwa tunaudhu, lakini kinyume na taratibu haitukubarika. Kwa hiyo taratibu ametufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo maisha yetu masaa 24 kama tunafanya amali kwa ajili ya Allah basi tujitahidi, na shehe zangu, tuishi kama alivyoishi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna amali ambaye inaonekana duniani mtume hajifundisha. Kwa hiyo mambo yetu yote tuishi kama alivyofundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapo tutapata faida. Lakini tumekuwa vivu kwa kukimbilia amali umma huu, kwa sababu zile amali zetu kuna kitu kinaitwa istidadi fadhad, yale malipo hatujui. Kwa hiyo tukifanya amali au ibada kama hatujui malipo yake, hiyo ndiyo inakuwa sana. Mtu kimwambia sasa hivi twende ukachukua shilingi elfu kumi kwa hapo, twende ukachukua shilingi laki moja milioni mbili, lakini hapo inaadhiniwa swala, mtu anaweza akaacha swala, au inakimiwa swala akaacha swala, akaona ile milioni kumi ni bora kuliko hiyo swala. Lakini kwa mtu mwenye imani, mwenye kuwa na hofu ya Allah, atatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ile riziki kama iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuta sasa leo tunakimbilia vile vitu, lakini tumeshindwa kukimbilia amri za Allah, subhanahu wa taala. Na sahaba kiram radhiyallahu anhum, wao walikimbilia Allah, Allah subhanahu wa taala akawapa dunia yao na akawatengenezea akhira yao. kwa na sisi kwa uchache mshekhe, tujitahidi maisha yetu tumwamini Allah tabaraka wa taala, lakini baada ya imani tutekeleze maisha yetu kama alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kila tunayetekeleza basi tuangalie tunalipo bila kiasi gani. Ukijua ujira wa malipo utafanya ile ibada, lakini kama hujui ujira utaingia uvivu. Inshallah, kwa ajili ya inshallah, tunahitaji tuwe pamoja, tushirikiane kwa ajili ya ibada za Allah tabaraka wataala, na vile vile tuishi kama alivyoishi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maisha yetu yatakuwa mazuri kama nilivyoanza kusema kwamba man'amila salihah ninataka nihauna wa huwa mumin anajianahu ayaatajila kufanya matendo mazuri au ana mwanamke au mwanaume, lakini akatengeneza imani katika uturo wake, Allah tabaraka wataala atampa maisha mazuri. Na sisi tunahitaji maisha mazuri, hiyo turudi tustakim kwa Allah tabaraka wataala. Huyu ni amiri wetu Allah aebaadari mara ya kwanza nilisafiri kwenda mkoa wa Singida. Nilipofika pale Singida pale umeenda na ndugu yake Sheikh Hassan Juma, tumetumia siku 40 kwa ajili ya imani. Alitupokea vizuri na tukamjua tukajuana sababu ya dini, na juhudi yake ilikuwa ni kubwa sana na hata sasa ni kubwa sana katika mkoa wa Singida. Na kwa sababu anajua kuwalea watu wapate imani, alitulea, ni dhakara yake, na kama alivyosema, anayefanya amali nzuri, yeye kutoka kwake, amali tumeziona, hasa mimi mimi nimethibitisha yale yanayoyasema kwa kitendo, kwa sababu wallahi, nilipoenda Singida dawa nikarudi sawa, ilikuwa barobaro macho ya juu juu, na mimi nikaona unatetea kule anahitaji jogoo na nikaona jogoo mwenyewe ni mimi, basi nilikwenda lahi alinifanyia nusra kubwa, siwezi kusahau. Tazunguka kote, lakini sisahau. Lakini sheh Saimu huyu ni mtu mwema sana, tena si mwema kidogo. Alinipokea na akampa majukumu a hali yake, bila mimi kulipa hata chochote. Huyu ni mdogo wetu katika dini. Basi cha mwanzo akamshonea yule bibi harusi, wakati huo mi ni sufa. Mahari yenyewe nimetoa si elfu ishirini nimetanguliza, imetanguliza 10 10 bado, lakini nitalipa inshallah. Basi zikatengenezwa nguo za bibi harusi kwa mikono yake, bila kumjali kuniuliza hata shilingi. Na mimi ni maskini mmoja nilopitiliza kama kijana, akanishika jambo ambalo mashehe wanashindwa, walii mkubwa lakini mwongozo wa lile jambo la ndoa kule, kwanza ni kwao vikwazo vingi vya mambo ya milamila, anavyojua alisimama yeye kama yeye, na kupitia yeye ile ndoa ilikuwa kama ndoa ya maswahaba. Yeye na wenzi wake wake zao walikuja, kwa sababu sati anaoa, na mnavyowajua tena wanawake wa kitabligi, hata ukucha uboni nyumba zimejaa na wao maana ishakatokea na mjua, mpaka leo mavazi yake ni haya haya, wamevaa vilemba wote, sunna zinameremeta, palikuwa hapatoshi. Kwa hiyo nashukuru, ndoa yangu kwanza ilikosa bida, ilipata sunna sana, na sikusikia unyonge pale. Ndo baraka ilianzia pale, lakini isitoshe. Pale Singida, kuna maanswari wanamiliki guest house kama biashara, lakini uingii mpaka uwe na cheti cha ndoa. Sasa kule nilikolea mbali, lazima nipate guest ya mjini ili niende Dar es Salaam. Hayo mambo yote ya guest alishughulika yeye, mimi kazi yangu tu kulala, sijui hata gharama itakuwaje. Kuna chakula cha usiku anajua yeye, na kila saa huniuliza mtataka na chai, mtataka na nini Wallahi, hana maslahi yoyote. Kwanza ataitoa wapi? Mi mwenyewe nyanga, utakuta shilingi mia kwa tochi, umevaa vizuri, nusra ya hali ya dini. Basi nikaja kurudi nyumbani, sili sahau lile, wala mke wangu asahau. Ni ile tu binadamu nao tukumbuke kulipa fadhila mara nyingine lakini. Sasa nikajua kanifanyia mimi tu, pengine yeye mwenyewe kasahau Yes, mtu wa dawa na tablighi waliingia maansari kutoka Arusha, Ansari Sunnati Muhammadia, wana harakati zao Singida, wakapigwa na oma kama binadamu mmoja akaugua. Sasa kila saa akiwa kwe kundi letu wanachomoka wanaondoka, namuuliza shekhe, unaenda wapi? Asema kuna ndugu yetu mmoja ansari ii kutoka Tanga au Arusha anaumwa, sasa ni wageni katika uumji nafanya ziaratu kule hospitalini, mambo ya huduma, mambo ya kula na nini. Umeona wapi poti hili kambeba poti mwingine? Sasa leo nilipokutana naye hapo, nikamwambia hapana, ukiingia kwenye zawia yetu, Sheikh Saimu akikuona wewe atakupaisha, ili kwanza watu wakujue duniani, ni mtu muhimu, pengine wale wale kina khadhiri, khadhiri, ndio kumbi zao zenyewe hizo. Mnasemaje? Kwa hiyo watu kama hawa tunao ni amili wetu Sheikh Saleh anakupeni salamu. Dakika mbili, muda umeisha, lakini hivi tulifunge, hebu sasa kiubeti kimoja tu cha Sheikh Omar Muia kwa sababu ya mgeni e, kiubeti kimoja tu, na kuna zile sura ambazo hazisomwi mara kwa mara, wazee wanalalamika nazo zisomwe, watu wakisalisha, wazee walilalamika msikiti fulani. Unajua sura zenyewe zipi? bismillahirrahmanirrahim